Atawabariki watu wake kwa amani mwana atawabariki watu wake kwa amani mwana atawabariki watu wake kwa amani mwana atawabariki watu wake kwa amani mwana atawabariki watu wake kwa amani mwana atawabariki watu wake kwa amani kwa jina naitwa maria emily masawe ni mwanakwaya wa mtakatifu wa agostino naimbia misa ya kwanza sauti ya kwanza namshukuru mungu kwa kipaji alichonipa, namwomba Mungu akanisimamia nikamwindia katika roho na kweli kutoka moyoni. Amina.